Umba, niteseke duniani. Najua ni mapito ninayopitia hapa duniani, so poa. Kisikia sungula kainua masikio, huyo hapa. Sema ujue leo mwama umevaa yani kama wako jako fulani hivi, si unajua watu wa mbele nikikuangalia na kufananisha kama na Chris Brown hivi, si unajua zile. Oya, umepoa una baya mwamu, si unajua yani. Ile umeshaini, si unajua zile. Sema nini, mwamu, unajua maisha kweli, ukiangalia hapa mwaka wa tatu unaenda, alafu ukiangalia kuna hata atailekitoto kidogo mimwenye saatim, nataka kuitwa mjomba, si unajua

mimi nichokuitia hapa kuhusu lilesona letu ambalo uliomba kuja kufanya biashara. Sasa mimi katika maandalizi yangu nimekuandalia shilingi laki mbili kwanza, ninaimani hii inaweza kukusaidia kwa mwanzo, lakini kama biashara yako itaenda vizuri mimi nitakuongeza laki mbili nyingine ili itimia laki nne Oya mwamu hiyo mbona ubaridi, yaanio aipingwi iyo laki mbili o atintani apo. Mi ntajua naishi nao vipi nikiingia karume kule na pagamisa wa mzigo hivi, si unajua. Ila mi nilikwambia laki nne, kutokana na staki zile kwenda rudi, nenda rudi mwenyee mwenye, unajua macho macho nafananishwa nateva ondo hivo, basi ana shida, lakini nikusii tu kitu kimoja naomba kafanya biashara kweli, kwa sababu haya maisha ukitegemea tu mitaani mitaani kuzululazulula kama hivi, mwisho wake huwa ni mbaya, na mimi nimeliona hivyo. Kwa hiyo kama umekusudia kwenda kufanya biashara, kafanya biashara kweli. Si unanielewa? Mbona ubaridi? Sawa, sasa mimi nakutumia pesa kwenye simu yako na hizo pesa zikae kwenye simu, sizitoe kwanza mpaka utakapojiweka saa kwenda kufanya hiyo biashara. Umenelewa hapo? Ah, hiyo mbona ubaridi? kwa hiyo chawi nini manamba <laughs> mi namba yako nayo, au unajisaulisha? Basi aanikutumia Hapo wenye magoli mwamu umecheza kama Pele ninavyokuambia yani si unajua? Ili hapa ile imeisha mwamu. Yaani hapa tumemalizana. Si unajua kutoka hapo wenye umeniokoa ni ile. Mimi nitaingia kule nitachukua mzigo afu mimi sio kuangusha ninavyokuambia. Si unaelewa? Mimi niko serious kwamba nataka nipambane kweli ni fight. Mwisho wa siku tunaishi maisha kweli hapa mtaani. Wasilete dharau. Si unajua? Sawa. Lakini nikusisitize tena, kafanye biashara iliyokusudiwa, sio vinginevyo. Basi poa, mimi po ubaridi. Mi ngoja niingie ground hivi, nikapaga mise mishale fulani hivi, nijue najiuka vipi hapa mtaani. Hofu ana shida. Ah bwana Tafurani, baba Hivi, mama rafiki mama. Mama. Mama yangu, Shenzo yupo? Shenzo mwanangu ameharibika vibaya mno, yaani ameharibika, ya amekuwa ya mvuta bange, amekuwa muuni, Shenzo amekuwa mwizi Imefika hatua mpaka anagombana na, na dada zake, akiingia ndani anachokikuta alali yake. Ikafika hatua mpaka anataka kuuza nyumba. Chenzo lakini siko pale kwao, yuko pale pale kwao. Nataka kwenda nikamsalimie. Mwanangu, sitaki uwe karibu na Shenzo, asija akakufundisha uuni wake akakuvutisha bange, maana amekuwa mvuta bangi hatari, jela nyumbani kwake, yaani aogopi chochote. Mwanangu, amekuwa tishio hapa mtaani hivi, watu wote majirani tunamuogopa. Ah, uh, lakini mama, swala la kuvuta bangi niulukaya mtu, mwanangu, vishawishi vipo. Hata huyo shezo hakuwa hivyo, nadhani mwenyewe unakumbuka, ulikuwa unasoma naye, alikuwa mtoto mstaarabu lakini sasa hivi ndo amebadilika, ameingia kwenye makundi kama hayo. Hayo yote ni makundi ambayo yanashawishi. Kwa hiyo mimi mwanangu sitaki uwe karibu na Shezo, kaa mbali naye. Hatua uliofikia mwanangu sio ndogo, kumaliza chuo sio mchezo. Watoto wa mtaani kote, watoto wa majirani, hakuna aliyemaliza chuo. Hilo mwenyewe unalijua, na wote walikuwa ni watu wako wa karibu. Wewe mwanangu, Mungu kakufikisha hatua, umemaliza chuo ni jambo la kushukuru na ndiyo maana mwanangu, nataka nifanye bonge moja la sherehe. mm -hmm. <laughs> E, e, yaani mwanangu utashangaa nitakachokufanyia. Hiyo ni surprise, japokuwa nishakwambia. Sawa, nimekuelewa. We mwanangu, kaa utulie hapo, nikupikie chipsi ule, najua umechoka kula malagi ya shule. mm -hmm. unataka chipsi na nini mwanangu, mayai au mishkaki? Yote vyote mama, au si

Edade tuno mwanangu abema. Nimekuita hapa ndakaongea na wewe, bibi yako amenipigia simu mpaka naona kichefuchefu anakuhitaji sasa, basi nataka uende, ila ukawe makini sana. Si unamjua bibi yako, mambo mengi, ana mambo yake hayaeleweki, ni mchauchau bibi yako yeah. Ukae makini simenela so, binti yangu kwa unatakiwa ujiandae uende Tumeelewana na kuhusu baba yako, ndo ashaka mimi ndamwambia, na sidhani kama ujumbe huu hajaupata, lakini pia ndamwambia kuhusu safari. Roho ya baba yako hapa, uondoke asikukute hapa, mbona ndabeba mabegi, tumeelewana eh? Sawa so, ma mimi nimekuelewa, lakini maa mbona na sosi mii kwa bibi? na hata kama hivi ni mchana, anaweza kumloga miivu wake. Mi nahesi tu bibi kanimisi, na wasiwasi kwa sababu bibi yako <laughs> <laughs> mimi namjua, ninamjua vizuri bibi yako <sighs> <sighs> unapoenda, wakati wa kurudi sasa, kuletea miogo pamoja na nanasi. Sawa mama, nitakuletea Salamsamani ah, sana bila samani bila shanaf mkubwa sana. Bibitausi ndio mimi. Bibitausi ah, alikuja katika ofisi zangu za mikopo, yeye ina mdhamini mwingine, alikuja pale kuchukua pesa, akanipeleka katika sehemu zake za kazi, tukapaona, tukampatia pesa lakini sasa bado yakumpeteza zile pesa, amelipa nusu nusu, bado hajamalizia na muda umeshapita, na kujaribu kwenda kwenye biashara zake hatumkuti. Sasa nimekuona hapo unapita, nikakumbuka kwa wewe ni rafiki wa bibi Tausi. Ah, nilikwenda kuelekeza nyumbani kwake ni wapi? Kwanza kaka, ngoja kwanza nikuulize swali, hivi unawezaje kumkopesha mtu pesa nyingi kiasi hicho alafu usipajue anapoishi wapi? Sawa, najua uwezi kumvia kingine. Mimi ukitaka nikupeleke napokaa, nataka nataka pesa. Mi simwelekezaji mtu ule mzio, mtu akiniuliza hata chochoro ya Buza napatikanika wapi, hapa anipe hela ndipo nimpeleke. Kwa hiyo hata wewe hapo sasa hivi unayo hapo shilingi elfu kumi na tano? Imesimama imenyoka, sio ya kuchola wala wa eh? Sio anyway, ya kuandika. Nipatie nikupeleke. Vipi, unayo hapo? Samani dadangu, mimi mwenyewe unyue kazi imeajiliwa tu pale bibi bibi Tausi hela yangu, hata mimi mwenyewe nakata kwenye mshahara wangu. Sawa basi, kilako shilingi elfu kumi vizuri. Yaani wewe akili yako iko sawa sawa kabisa? Yaani mimi nikusaidie kukupeleka kwa mdaiwa wako ambaye wewe unamtafuta nyumbani kwake upajui, alafu eti unipe shilingi 10000. Hivi unajua mimi ndio rafiki yangu? Mimi yule Bibi Tausi rafiki yangu wa matatu mpaka wa ukoko. Hapo najitosa naenda kumdhalilisha mtu ambaye mimi najiwa naye kindaki ndaki. Kiwe pesi, eti nitakupatia shilingi 10000. Unajielewa kweli? Ah, sawa. Nitakupeleka. Na hiyo elfu kumi yangu usiponipatia, kaka, usiponipa hey, unijui vizuri. Waulize wenzako mtaani, wananijua vizuri mimi nipoje. Kaka, elfu kumi yangu utanipa, utanipa huku unalia. Nitakufanyia balaa mpaka mwenyewe utashangaa katika maisha yako. Okay, sawa dadangu. Huo ndio wasiwasi. Mimi naomba unisaidie, unipeke mpaka nyumbani kwake. Hivi sasa nitakupatia. Wala usijali.

Fresh mwanangu unaambie? Tala, sio? Hmm. <coughs> ni pangi. Basi, ubaridi ya kwenye. Sema nini? Hmm. Hapo kia mtindo nilikuwa na kama laki mbili kunajua tano. Kunajua? Laki mbili na kutano. Ya yeah. mm. Sasa, mimi nilikuwa nauliza hapo vipi, yaani, kuna toa toa vipi hapo, si unajua. Hapo unatoa toa laki mbili kamili mwanangu. Laki mbili kamili? Hmm. Yani, kwamba haiongezeke hata kidogo hapo kia mtindo? Hata mia haiongezeke hapo. Aa, laki mbili kamili <coughs> Hiyo inatoka laki mbili kamili na kujaribu zaidi hapo haitoki kabisa. Hey. Na hey, namba hey, kabisa namba wakala ndo ile pale sio? Eh, ile pale.

wenyewe ushindi mjimbawangu echeza au sio? Fredi, basi hapo, ngoja mi niingie hivi Jacks. <laughs> Unajua, hiki ndo kitu pekee kinanifanya nishindwe kabisa kutulia nyumbani. Lance, ni kitu gani ambacho unakizungumzia hmm? Angalia Jax, unajua wewe ni dereva mzuri sana na umahiri wa dereva wako haujaishia kwenye pikipiki tu, lakini umeendelea maradufu. Yaani unahakikisha abiria wako amefika salama, alafu ndo na wewe unashuka. Hongera kwa hilo sana. Lakini hata wewe ni abiria mzuri sana, abiria ambayo unazingatia usalama wako pindi unapopanda chombo chochote cha moto, ikiwa bodaboda, basi unazingatia kuvaa, na kama utaingia ndani ya basi, basi unajua kufunga mkanda vizuri, ili kuhakikisha unafika salama safari yako. Kwa hiyo ndo sababu ambayo inasababisha tunafika salama wote safari yetu. Asante sana Chibaba, kwa hili lilotokea, linanifanya nijisikie raha sana, na kitu ambacho hujui, nazidi kukupenda sana. Kwa hiyo pole sana kwa kazi nzito uliofanya. Asante sana chimami, ila pole na wewe. Thank you by the way, unajua kwa sasa utakuwa umechoka sana, I can see the way you sweat. Tungeweza kupumzika kidogo, alafu nikiamka ndo nitaenda nyumbani, sawa? So, kwa kuwa umesema wewe, mimi ni nani nipinge? Lakini nina ombi moja kabla ujalala, nilikuwa naomba leo nipikie chakula. Nimechoka kula kwa mama mtilie. Usijali, mpenzi wangu, kwa chakula hicho ulichonipatia hapa, nahakikisha nitakupa chakula ambacho hautaka usahau, lakini nilale kwanza. Okay. Karibu kwenye maa, karibu chindichararakichaka magara ndachiruva mm. mm. Unaweza <coughs> kuelezea shida yako. Asante mganga. Mganga, mi nimekuja hapa na shida moja tu kuhusu mume wangu. Mume wangu aliondoka muda mrefu sana, akaniacha mwenyewe, lakini sasa hivi naona amerudi, amekuta nishatengeneza mahusiano na mtu mwingine. Kwa hiyo, mganga, alikuwa naomba unisaidie mme wangu anisikilize kwa kila kitu unachokitaka. chokanyekakazi mlimutazi mtu unakwenda unamuleka na uyendo ndijo yani, mtu anakupenda au unamwacha, unampenda mwingine. mwina magezi kweli hilo <laughs> Usijali, nitakusaidia, nitakupatia dawa. Umenielewa? Sawa, hii dawa ilikuwa imebaki kidogo. Umenielewa? kule kwetu kule Bukoba wananitaja Joram bina Mungu lakini huku Dar es Salaam unaitwa bina Mungu tarehe mia tisa ishirini na tatu. Umenielewa, humu nimekupa hii dawa. Hii dawa nimechanganya vitu vingi. Shika. Imepiga hodi saizi. Uh, kiukweli hata mimi sifahamu, kwa sababu mimi na wewe wote tuko humu ndani. Sasa mi nawezaje kujua mtu aliyopo nje? Sawa, najua jinsi ulivyochoka, wacha niende mi nikamsikilize. Uh, mi naona tuende wote au mimi nitangulie. Kwa nini uende wewe na kati, mimi ndo niko kwa hapa wa kwanza. Acha niende usijali. Basi twende wote. Sidati poa, mzima shem. Mzima, karibu. Asante. Vipi ndugu yangu, mbona saizi kuna shida? <sighs> amna, nilikuwa napita pita zangu sio, nikaona naje kusalimia ndugu yangu, ila hata hivyo sikujua kama utakuwa na shemeji muda huo. Nipo na shemeji yako, ndio alikuja toka asubuhi, na siku ya leo nimeitenga kwa ajili yake lakini nilijaribu kukutafuta toka asubuhi ukawa upatikani, sijajua ulikuwa na shida gani. Na lengo la kukutafuta ni kuachia ile chuma, lakini nimemwachia pale dogo kati. Ah, okay, simu yangu leo ilizingua ndugu yangu, kwa hiyo sikuwa hewani kabisa, lakini sasa hivi hapa napatikana. Kwa hiyo simu moja tu basi, mimi ngoja okay, niongee hivi. Poa. Oh, karibu

Nimechanganya kakurura nikachanganya kachumba mwani nikachanganya na kaita marogo. Umenielewa? Unatamani tumfanyeje? Nataka mung ananisikiliza, yani e, kila nitakachokiongea afate vile vile. Basi usijali, itawezekana. Nisikilize kwa umakini masharti ninayokupa Utamwekea hiyo dawa kwenye maji ya kuoga, umenielewa? Ukisha mwekea kwenye maji, urudi kinyume nyume, yale maji usiyaangalie, kisha umwite akaoge. Alafu zingatia mashariti, nanuia kila kitu, umenielewa? Yaani buliki kintu unywie nojamkwata, mshaija wawe sawa, umenielewa? Kwa hiyo mganga, unanithibitishia hii dawa nikifanya hivyo ulivyosema atanisikiliza? Usijali ondoa shaka. Yaani hakikisha mashati niliokupa. Urudi kinyume nyume alafu nuiye kila kitu. Sawa? Ila ukiona limeshindikana zoezi mama. <laughs> Bwaki akutake ile. Kaburakia turabona. Usiende kwa mganga wowote. Umenielewa? Wampulira. Usiende kwa mganga yoyote, wewe funga, omba kesha sana kanisani. Umeelewa? Labda Mungu anaweza akakusikiliza. Unaweza ukaondoka.

sa mbona ujaja jana? mbona umeni ausha, nimekaa na kusubiri, we afuja tokea.